Babu niko kwako wewe, Maria Sarungi, sasa sijui nimefanya nini kwako wewe, sijui nime, uh, uh, labda ujiga, e, ujiga tu <laughs> hamna lolote kweli, kumbe u... sijajua, kwa ukweli unauma, lakini kweli hata sisi wa arabu tunasema kululhaqu wala ukana mura sema Abdul Karim yupo hapo, Abdul Karim upo, Abdul Karim yupo, lakini kadondoka dondoka, kado uh, tena ehe uh, basi ba, kulula hak walaukanamura, sema ukweli hata ikuwa unauma. Sasa nkisema um, kweli a, jamani, vibaya. Leo tumeona the best thing in the history of France rais eh, uh, Sarkozy kati wa jela miaka mitano, ebu fikirieni demokrasia miaka mitano, kahukumiwa jela, kahukumiwa jela ni miaka mitano. That is democracy. That is what we are talking of. Eh, well, democracy. Alikuwa nini? Alikuwa rais wa Ufaransa ah. Kahukumiwa miaka mitano jela, sio jela ya nje ah, ah, jela. Jela. Ah. Sio jela, sio house arrest. No, watu um, sijui kama wanaelewa ni mania... kubwa, yani ana... anaenda yeah, jela kabisa yani hae... haende kupetiwa petiwa, ehe, no, no. Haya maneno niliyapiga makelele, hmm, miaka mitatu minne iliyopita, lazima mwamke museme enough is enough. Ikiwa hamjasema enough is enough, Ha -ha, hamtopata chochote, hamtopewa ham ham biriani kwenye silver plate and golden spoon. Lazima damu imwagike, salender bridge. Niyasema, nimeasema na nitayasema bado na nitazidi kuyasema. Haya maandamano ambayo mtakayoyafanya siku ya uchaguzi, it will be the history, it will be the opening of freedom. Wao wanajua, wao wanajua hivi sasa hivi huu muungano una cheza cheza sasa cheza, na wanajua mkiandamana huko Tanganyika bara mkasema tunataka Tanganyika yenu, Wazanzibari, na huku wanashika kamba zao wanakata zile kamba za majahazi yao. Hawanajua hayo kwani? Hawajui, wanajua hayo na, na, na, wa na ndo hiyo ambayo inawataabisha hii kuwekwa huyu Samia Kizimkazi pale kwa raisi, ni kudumisha na kufunga ule muungano zaidi. kwa unaona, bwana tuna demokrasi bwana, hata mzanzibari sasa kawa rais wa, wa Tanzania, that is the meaning. hiyo ndo maana ya kuwa huu bibi wa Kizi Mkazi kawekwa pale kwa rais, kuonesha huu muungano ni muungano wa maana, muungano wa ku, waku, kufikiriwa, muungano wa waku, kufarajika kwa hata baada ya miaka sitini, basi tumemweka saa Mzanzibari kwa yeye ni rais wa Tanzania ili huu muungano ushikamane zaidi. That is the meaning. Katika siku nyingi ambazo nilikuwa sipo nilikuwa nazungumza na watu na, na, na, wanasiasa wengine ambao siwa, siwa Tanzania, wanaambia uh, yes they want to see the huu muungano unaendelea, lakini wanaona kuwa huu muungano unatetemeka tetemeka una, una, una dinda dinda una, una kidogo wa maanake watanganyika sasa hivi wameamka, maanake watanganyika wamesema nao, hatutaki tena, tumechoka. Kama alivyosema Nyerere, tumechoka na hivi visiwa vya Zanzibar, nikiwe nikiwe mtavitupia baharini. Basi sasa hivi, Nyerere amka, toka kwenye toka kwenye kwenye kaburi uende ukavitupe kabisa, uwaache watanganyika waji, waji, wajiangalie wa wenyewe, we, we, angalau wawe na bendera yao. Sasa hii bibi kizi mkazi, kukaa pale ni kuimarisha ule muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao hauto, hauto, hauleti faida hauleti manufaa yoyote, na unaleta udini na unaleta ukabila ambao sio yule Nyerere alivyokuwa akitathmini akit, akit, akit, kwa utaku, utakuja kakosea. Samia kakosea Samia kakosea baada ya kupata uhuru, rahisi kuleta mambo ya kidini kuleta mambo ya kibara ya ya ya ya ki huyu mbara huyu mzanzibari kamtia, huku, mzanzibari kaletwa, huku, mzanzibari huku. Angali, ikiwa angalifanya kama yule Ali Hassan Mwinyi ambaye asi mzanzibari sims, alikuwa yule wa kuchovya tule yule wa kuchovya kazaliwa Mkuranga angalao ingalikuwa kidogo ingalileta ingalileta rangi ya, ya, ya, ya, ingalileta rangi ya na repeat Aliyasamwini alikuwa si Mzanzibari bwana, yule kaletwa kutoka Mkuranga, kaletwa mpaka Zanzibar, tukamlea sisi. Kwa hivyo hatujasema kuwa yee Mzanzibari a aliyesamini ndo kapata urais pa, lakini hivi sasa kapa, ura, Mzanzibari hasa kawa rais wa Tanzania, na hii chokochoko alioleta na chuki na ku, <clears throat> kupotea watu na nini ime, imekosesha raha watu wa bara ambao hivi saifu wa bara wanaona kwa Wazanzibari wanawatesa. Sasa muungano huu wa Zanzibar na Tanganyika hauko salama, hilo la kwanza. Kidini haiko salama, la pili. Okay, katoa ni mashehe kule kule, wapi? Jela wa kina Faridi na nani? Okay, why, why not ambao wengine wa, wa, wa, sijui wamehukumiwa kuuliwa sijui nini, lakini why do you interfere hii Catholic Mission na na, na na kufunga makanisa kwa jina, na why why do you interfere that why? What is the reason? Kwa nini utekaji, wale watu waliotumia kuwateka why? Why? Mi nataka kujua tu kwa nini. Nimeuliza kwenye masuala mengi katika katika watu niliokuwa mmekutana nao huko katika vibaraza vi, vi, vi, niliokuwa navyo. Kwa nini sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kafunga le kanisa la Kwajima? Sioni sababu yoyote ya kuwa Samia Suluhu kaanza kuikriticize dini ya Kikristo sio kul lakini kulete ile michafuko ya kidini katika, uh, katika hii Tanzania. Hawa mashehe ubwabwa wanaopigapiga makelele kumsifu kuwa tunamwambia rais rais msanda mwenye chande magandi na Samia ule. Leo tumeona yule si ndugu yake kafariki leo ndugu yake Husaini Mwinyi sikafariki leo. Ule ni mtihani wa Mwenyezi Mungu, si sifurahi kwa abasi kafariki nono e. Tumesema kila mtu ataonja mauti kimeogwa kwenye Kurani, lakini ile anapoa mtihani tu kwa hata wewe utaonja mauti leo. Ndugu yake ka, ka, ka, kafa hivi hivi, asubuhi mapema. Anaambwa bwanae, Firauni tumemtoa itakuwa wewe, lakini wewe hatutokutoa, tutamtoa, tuta huyu ndugu yako tu, si kampa nini kampa sijuu nini uwakilishi, sijuu alikuwa mwakilishi wa, wa, wa, wa nini sijuu Sio, kamtoa Mwenyezi Mungu, si kamwambia bwana, haya namtoa huyo, nakuonesha kwa mimi ndo mfalme wa hii dunia, sio wewe, sio wewe. Hussein Mwinyi, Hussein Mwinyi, you are nothing. Mimi ndo mfalme na mimi ndo na decide. Kwa hivyo tusifikiri kwa Samia Suluhu huwe ndo mfalme tusifikiri kuwa Hussein Ali Hassan Mwinyi huwe ndo mfalme. Mfalme mwenyewe ni Mnyezimgu. Kama alivyosema Abdulkarim, iko siku wao wenyewe watasema yes, tuna surrender, na haiko mbali, haiko mbali naiona, the sun is rising the sign of freedom, the sun of freedom of Tanzania is rising. Ndugu zangu watanganyika piganeni. Ndisema mara nyingi minyororo mkajifungie pale Salenda Bridge. Mara nyingi sana. Watai, watai kata minyororo mingapi? Nikasema azimio la Dodoma kila mkoa waanze. Nimesema mmezungumza mara nyingi. Without that tutakuwa kama kondoo kwenye shina la kondoo, tunapelekwa puta tu, lakini kuna mtu mmoja ambaye akaonyesha kuwa A real politician, he is a hero. Na ni Tundu Lissu ambaye kakuonesheni sasa hivi, ikiwa hamja ikiwa hamjasoma ikiwa hamja, ha, hamja, manake ikiwa hamjafikiri mkasema yes tumfate huyu jamaa tumfate huyu mtoto tumfate huyu mwanasiasa, basi sijui mtasoma nini au sijui mnataka lecturer gani kutoka kutoka university gani aje kusomesheni? Kwa Tanzania mnahitaji mwanasiasa na kisha kwambia ni kisha sema kisha kwambia bwana, mimi sitaki kusamehewa nataka nionyeshe kuwa mimi sijafanya kitu na mimi simhaini. Simple as that, very clear, loud and clear, kwambia Sasa ikiwa yeye kasema loud and clear kwa ye simahini simhaini, nyiye mnangoja nini? I say I'm very proud of you Tanganyikans. <clears throat> I am very proud of you Tanganyikans, na nakuombeni kila la heri na mimi hayo na nafanya mambo mazuri madogo madogo, na mimi na kidogo kidogo, lakini siwezi kuyasema manake wao wanayajua, kwa ndo maana wakaiheki twitter yangu wakanifanya hivi, nikafungua twitter nyingine, wakaiheki nyingine.